Na mkamishna wa Kaskazini Mashariki John Otieno ameelezea kutoridhishwa kwake na hatua zinachukuliwa na baadhi ya wakuu wa usalama kupambana na ugaidi katika eneo hilo. Na kwenye mkutano ulioleta pamoja maafisa wakuu wa usalama na makundi ya kijamii na wanakamati wa usalama kutoka kanda hilo, Otieno alishangani kwa nini baadhi ya maeneo yangali yanashuhudia mashambulizi kutoka kundi la Al Shabab, ilhali serikali imetoa rasilimali za kutosha kupambana na magaidi hao. Kamishna huyo amehimiza fukuwa katika mstari wa mbele kutambua mienendo mibaya miongoni mwa wakazi katika maeneo wanayosimamia. <coughs> And with these porous borders, there is free movement of our enemies, the al Shabaab militants, into our, our our, our, region but we need to ask ourselves why is it that there are certain areas within this region that al Shabaab is not a threat? my DOs, my DCCs, nac na, na, ACC, na regional wawe na nguvu ya yaku... Ya, ya, ya, ya, kufanya kazi na machifu yao, na those chiefs to be under their control. Maana maana unaona saa nyingine assistant chief anamwambia DC wewe uweze kunitisha maana anajua godfather yake ni mtu wa siasa. Hii ime weaken mambo ya administration na inaleta internal conflict. Na hii ni region Garissa au Mandera, where all stakeholders civil society, civilians, community leaders, mothers, even <coughs> youth